Ninawaomba wananchi, Mheshimiwa Rais anaanza tena kupitia madaktari wake hawa, madaktari wa Samia kwenye ratiba mzunguko, watafika halmashauri moja baada ya nyingine. Ningetamani sana kila mkoa, kila halmashauri iweke mpango wa mkakati kwa kutumia vyombo vya habari